Na, sasa tugeukie masuala ya kisiasa ambapo aliyekuwa naibu wa Rais Rigathi Gachagua amemshtumu Rais William Ruto na Gavana wa kaunti ya Nairobi Johnson Sakaja kwa kupanga tukio la kumvamia katika Kanisa la PCEA Kariobangi wakati wa ibada ya shukrani leo hii. Gachagua amedai kuwa walipanga magenge yaliyoshambulia waumini ndani ya kanisa, uvamizi uliodhihirishwa na kurushwa kwa mawe kanisani humo. Kinara huyo wa DCP anasema maafisa wa polisi walikaa mbali wakati wa shambulio hilo, huku mm, nje ya kanisa maafisa wakirusha vitoa wa machozi ili kuwatawanya, ama kutawanya umati. Watu wote tukiwa watu wavujo, hakutakuwa na Kenya. Lazima watu wajue tuna katiba na tufuate katiba. Viongozi wawache kuwa ati, kuna viongozi lazima wakae nikama, ni kama wanafuatwa wanafukuzwa. Na mimi nikwambie gavana, wafuasi wangu walikupigia kura. Uro natumiwa na Ruto kutuma wahuni kuhangaisha watu ya jamii yangu, why? These people voted for you. You have turned against them. Sasa Ruto anakutuma na mihuni upige hii jamii ati kwa sababu hataki mambo yako. You cannot get the support of this community by force. Ukiuliza Ruto Naro atakwambia, alijaribu kutumia kifua ati kulazimisha jamii ipigie mtu ya UDA kura, wakakataa. Aliamua kumngatua Rigathi Gachagua kutoka kwa kiti na akasema kwamba baada ya wiki mbili ama tatu Rigathi Gachagua atakuwa amekwisha leo mwaka mmoja baada ya hayo maovu Rigathi Gachagua amekuwa na nguvu kuliko hata vile alikuwa last year mlisema kwamba Rigathi hawezi fungua chama na chama cha Rigathi akiwezi pata hata MCA Mkasema chama cha Rigadhi ni chama cha mlima peke yake. Ningependa kuuliza William Ruto, hapa Kariobangi North ni kwa mlima hapo? na Rok Town ni kwa mlima? Kule Kisa East ni kwa mlima? Sasa tungependa kuambia kwamba hii chama siyo ya mlima peke yake. Ndiyo, ni ya mlima lakini ya kenyanzi kenyanzi